Yes, mambo vipi? Niko na story ya mke wa Mario nikimaanisha Paula Kajala. Moja kati ya couples ambazo kwa sasa hivi zinafanya poa hapa kidogo hapa. Siku za hapa nyuma kulikuwa kuna, kuna birthday ya mtoto wao Amara, ambao pia liweza kufanyika na wasanii wengi waliweza kushiriki, akiwemo Harmonize, akiwemo Kajala. Na story hapo pia kinoma noma na kuweza kuondoka mjini. Sasa mrembo lakini pia na mzazi mwenza, tunajua kabisa kwamba Mario yeye ni Muislam And Paula yeye ni Mkristo, na wanatarajia kuweza kufunga ndoa hapo baadaye. Sasa mrembo huyo pia lakini pia tunaweza kusema ni mke halali kabisa wa nyota wa Bongo Flava. Kimaanisha Marioo ambaye ni Paula Kajala ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza kabisa kuhusu uamuzi wa wake wa kuweza kubadili dini kwa hiari yake ye mwenyewe kwamba kwa ajili ya kuweza kufunga ndoa na mpenzi wake na baba wa mtoto wake. Sasa kitu ambacho eh, sitakaa nikajutia maishani mwangu alisema kwamba eh, kitu ambacho sitakaa nikajutia maishani mwangu ni kubadili dini ili niolewe. Nimeamua kwa moyo wangu wote, nafurahia hatua hii. Hii tayari nimeanza mazoezi ya kuswali na nimejifunza kuvaa mavazi ya heshima hilo kwangu ni jambo kubwa sana, amesema Paula. Sasa hii ni habari njema kabisa kwa wengi ambao walikuwa wakitamani kuona wawili hawa wakifunga ndoa, hasa wazazi wao kama P-Funk Majani, lakini pia na Paula Kajala e, Masanja na mama mzazi e, wa Mario. Sasa hawa e, ndio watakuwa kama kusema e, mfano kwa wale watu ambao pia wanakuwa na date hasa katika wasanii au celebrities wakubwa ambao wanaishi ambao pia wameweza na watoto lakini hawajafunga ndoa mpaka sasa hivi. Sasa maliona Paula wanakwenda kufunga ndoa e, na tunaona natunaona kabisa kwamba Paula amesharidhia yuko tayari kuweza e, kubadili dini kutoka kwenye Ukristo na kuweza kuingia kwenye, kwenye Uislamu na hii ni mara baada ya yeye kutaka kuweza kufunga harusi na mambo mengine ambayo yataendelea na yeye ameridhia kabisa kwamba hata ka akajutia kubadili dini ili aweze kufunga ndoa na mume wake. Drop comment yako hapo, utakomentisha kinoma noma, subscribe channel yetu utakuwa umefanya poa zaidi. Ciao.